Hatutawaadhibu wote wa isipokuwa mpaka tuwapelekee ujumbe Mwenyezi Mungu amenileta kwenu leo kukupeni ujumbe wa kuiondosha sisi Mwenyezi Mungu amenituma kwenu leo kama ndugu yenu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema almuslimu akhu almuslim Muislamu ndugu yake Muislamu uongo kwenu. Lakini vile vile, tuko viwanja vya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uongo kweli, hey? Imeunganyika na nchi ngapi hey? Imepatikana kwa nchi ngapi hey? Ipi na ipi? Tanganyika na Zanzibar. Na mnajua kwamba Zanzibar kuna rais, mna rais wa Tanganyika yeah? Eh? Yeah? mna wa yeah? mnajua wa yeah? Kama Zanzibar kuna baraza la na wakilishi linatunga wa sheria mna bunge linalotunga sheria ya Tanganyika Peoples. Peoples. Sisi kule Zanzibar tunatafuta kitu kimoja, tuko na rais, tuko na wimbo wa taifa, tuko na katiba, tuko na jeshi letu ila hatuna mamlaka kamili. Sasa ndugu yenu, nimekuja, Mtume anasema ili uweze kupata ladha ya imani katika nafsi yako ni kumpendelea ndugu yako kile ambacho unakipenda wewe katika nafsi yako. Sasa sisi tunajipendelea kwa sababu tunayo nchi na imekamilika, haina mamlaka kamili lakini ya kweli tunaiona. Haipo uongo kweli? Uongo kweli? Tanganyika ipo, iko wapi? Hata katiba yetu ya Tanzania haitambui Tanganyika, uongo kweli? Sasa dawa yake ni kuikataa kisiwa cha Pemba. Pemba kutoka 1995 tumeikataa sisi, peoples hakuna hata diwani. Isipokuwa kwa kumalizia, isipokuwa awamu hii, kutoka uchaguzi wa 2020 tumeona kwamba kulikuwa kuna nini, uchafuzi hakuna nini, uchaguzi kulikuwa na nini na uchafuzi. Eti leo Pemba tangia 95 Elfu mbili, mpaka elfu mbili na kumi na tano hakuna hata diwani alafu elfu mbili na ishirini madiwani wote wawewa kwao, wabunge wote wawewa kwao, wawakilishi wote wawewa kwao. Inawezekana, inawezekana. Sasa dawa ni kuikataa CCM na kudai katiba mpya. ni nina mengi ya kuzungumza, lakini muda hautoshelezi. Tumekuja na viongozi wetu wa kitaifa, wana ajenda za kitaifa ambazo wanataka kuzileta kwenu. Kwa hiyo nitamuomba mwenyekiti wetu wa kanda atakapofanya ziara nyingine, nitakuja hapa kwenye kuwapa salamu zaidi za Wapemba. Peace boys. Peace boys. Asanteni sana.